Umeshawahi kuona mtu ambaye hajawahi kupost picha mtandaoni? Hakuna selfie, hakuna captions, hakuna happy birthday to me. Na bado mtu huyo anaonekana kuwa na amani isiyoelezeka. Wakati dunia nzima inapigania likes, shares na attention, wapo watu wachache ambao kimya chao kimejaa maana. Leo tutafunua siri tano za kisaikolojia za hawa watu wale wanaoishi kimya mtandaoni lakini wanaelewa zaidi ya wengi. Na mwishoni utakutana na ukweli ambao unaweza kubadilisha mtazamo wako kuhusu maisha ya kidijitali milele. Kama unapenda maudhui ya kisaikolojia, emotional intelligence na self awareness, subscribe kwenye chaneli hii ya Fikra Chanya sasa hivi, maana safari ya leo si ya kawaida. Twende pamoja ndani ya akili za wale wanaochagua kimya kuliko umaarufu. Siri ya kwanza, wanapenda faraha kuliko umaarufu. Privacy over popularity. Wanasayansi wa tabia wanasema mtu anayepost mara chache mtandao ni si antisocial bali ni mtu anayelinda mental space yake. Watu hao wanaelewa kitu kimoja muhimu sana. Not everything valuable should be visible. Kwao faragha si udhaifu, ni ulinzi wa utu. Hawana haja ya kuthibitishwa kupitia likes au comments, hawana mashindano ya kuonyesha maisha yao. Wanaishi kanuni moja. The more people know about you, the more power they have over your peace. Wamejifunza kwamba umaarufu wa mtandaoni hauna maana kama utulivu wa ndani umetoweka. Kisaikolojia, wanamiliki kitu kinachoitwa self validation mechanism, uwezo wa kujithamini bila kutegemea dunia ikuthamini. Wakati wengine wanauza utu wao kwa likes, wao wanaunda utulivu kwa ukimya. Siri ya pili, uelewa mkubwa wa nafsi, strong self awareness. Watu hawa wanajua wao ni nani na hilo linawatosha. Utafiti wa self-concept clarity unaonyesha kwamba mtu mwenye uelewa mkubwa wa nafsi huwa hategemei validation ya nje. Hawafuati trends, hawajilinganishi, hawahitaji kuonekana relevant. Kwao, furaha si kitu cha kupost, ni kitu cha kuishi. Wakati wengine wanauliza, nionekane vipi? Wao wanauliza, nijisikiaje nikiwa mimi kweli? That's emotional maturity. Knowing yourself is the beginning of all wisdom Aristotle. Watu hawa hutumia muda wao kutafakari kusoma kujenga tabia bora na kukua kimya kimya bila kutafuta spotlight. Kisaikolojia hiyo ni ishara ya igu iliyopona. igu ambayo haipiganii kuonekana bali inapigania kuelewa. Siri ya tatu utulivu wa kihisia emotional security Watu wanaoishi kimya mtandaoni mara nyingi wana aina ya kujiamini isiyo na makelele. Hii ndiyo silent confidence ambayo haitegemei sifa bali inatoka kwenye kujijua. Hawaposti selfie kuthibitisha thamani yao kwa sababu tayari wanajua, hawana haja ya kuithibitisha. Kisaikolojia, watu kama hao wana stable self esteem. Wanaweza kushindwa, wakashuka, lakini hawavunjiki. Hawatafuti dopamine hits kutoka kwenye likes, wanaijenga kutoka kwenye maendeleo halisi ya maisha yao, wanajua kwamba attention haimaanishi affection. wamechagua kujenga ndani kabla ya kuonyesha nje. Confidence is silent. Insecurities are loud. Siri ya nne. Wanafikiri wa kina siyo wa kujionyesha. Deep thinkers not show offs. Hawa si watu wa everyday update, wanachagua maneno yao kwa umakini, wanaongea pale tu panapohitajika, maana kisaikolojia wanamiliki internal locus of evaluation. Hii inamaanisha kwamba wanapima thamani ya matendo yao kwa viwango vyao wenyewe, sio vya jamii. Wanatambua tofauti kati ya kuonekana bize na kuwa productive. wanapendelea mazungumzo yenye undani kuliko midadaa ya juujuu. Ni watu wa introspection. Wanajua dunia ya ndani yao ni kubwa kuliko dunia ya nje. Kwao kila siku ni safari ya kuelewa nafsi, si safari ya kuonyesha dunia. Deep minds think less of showing, more of growing. Siri ya tano, wanaelewa udanganyifu wa kidijitali. They understand the digital illusion. Hawa ndiyo watu wanaotazama mitandao kwa macho ya tahadhari. Wanajua kwamba kilichoonekana si kila kitu. Wameelewa kilichoitwa social comparison theory, ambapo watu wajilinganisha na highlight reels za wengine, wakisahau kwamba kila mtu ana behind the scenes ambayo haionekani. Watu hawa wamechagua amani badala ya maonesho. Wanajua kwamba kujilinganisha ni wizi wa furaha. Comparison is a thief of joy. Hawapotezi muda kuthibitisha chochote, wanaishi maisha ya kweli hata kama hayapigi picha vizuri. They don't need to be seen to feel seen. That's real confidence. Mara nyingine ukikutana mtu ambaye hajawahi kupost picha, usimwite mtu wa zamani au asiye na social life. Huenda ni mtu mwenye akili ya juu ya kihisia anayelinda amani yake kuliko sifa za dunia. Kwao kimya si udhaifu, ni nguvu, na katika dunia ya kelele, kimya ndicho kilio cha hekima. Kama unathamini mafundisho ya aina hii, psychology, emotional intelligence na utulivu wa ndani, subscribe sasa hivi. Kila wiki tunavunja ukuta wa akili za binadamu, tunaelewa sababu ya tabia na kufungua siri za maisha tuliozoea kupuzia. Remember, hawahitaji kuonekana ili wajihisi wameonekana na huo ni uaminifu wa kweli kwa nafsi.